Kuondolewa kwa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM kunaendelea kuibua hisia mseto nchini na hapa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, baadhi ya wa wafuasi pamoja na wanachama wa ODM na wananchi wameibua hisia mseto kufuatia kuondolewa kwake, ambapo tumeona pia Caleb Amisi, tumeona Kiporir, pamoja na Jones Mwaruma wa kaunti ya Taita Taveta, ambao aliweza pia kuondolewa. Na baadhi ya wa wananchi pamoja na wafuasi wa chama cha ODM wanasema kwamba kuondolewa kwa Sifuna kama katibu mkuu wa ODM kutasaidia chama cha ODM kuwa thabiti, kuwa imara na pia kuweza kujiandaa vilivyo kwenye uchaguzi mkuu jao mwaka 2027. Na kuna baadhi ya wale ambao wanasema kwamba kuondolewa kwa Edwin Sifuna kama katibu wa ODM kutafanya chama hicho kuendelea kuwa na msukosuko, kwa sababu kwamba wanasema amekuwa ni mtu ambaye anazungumza kwa niaba ya chama na amekuwa ni mtu ambaye ana sauti zaidi kwenye kile chama. Hawa ni baadhi ya wa wananchi pamoja na wafuasi wa chama cha ODM ambao wameweza kutoa hisia zao kuhusiana na kuondolewa kwa Edwin Sifuna kama katibu wa chama cha ODM. For me it is good for him. Sioni ubaya. It's good for him because he's a young man and he's clever and he has a great future. Na mimi najua atajipanga maana sioni kama ndio mwisho wake. Lakini to be honest, ODM imepoteza umaarufu. Na ODM this is the beginning of downfall of ODM. Because it's look like it's a, it's a, it's a, tribal impact. isatmpat Yeah. Because kama sasa mnaanza kutoa watu kutoa watu kutoa watu that is not party. Sifuna amekataliwa kwa sababu ya kukusisitiza kuendelea na maono ya mwenda zake Raila. And let me assure you the spirit of Raila is in Sifuna. Because Raila ame fight always miaka mingi na ku gain popularity because ya ku defend wananchi. When I look on Oburu with this team they They They they they are are are angry man. They are after money. not not have they are not, they have business to do with the Kenyans. Eh. So hiyo misuko misuko yenye wanasema sijui nini sisi, well, tunajua ni tamaa, ni tamaa yao kwa sababu ya Ruto amewapea pesa that is is all we can say. Sifuna is not bigger than ODM. Maybe alikuwa na imagine, unajua sometimes we have hallucinations. Labda alikuwa na hallucinate, labda amekula vitu zake na watu wa Kenya wajua, shida ya wa Wakenya wako very emotional. Wanaona mtu akiwa very eloquent kwamba ako very sharp. Yes, no. Kuwa eloquent ni kitu kimoja na kuwa wewe ni very sharp na una, una analyze vitu sawasawa sawa. Kitu kingine makosa ambayo amefanya Sifuna ni kwamba ana contradict kila resolution ambayo imefanywa ndani ya chama, ambavyo yeye kama spokesperson wa chama hafai kabisa. Mwanza angekuwa mtu wa mwisho kuwa kubatiri chama. Kwa hivyo mimi nasema ODM imefanya vizuri kuweka discipline kwa chama. Kuondolewa kwa Edwin Sifuna kama general, kama secretary general wa chama kuna athari kubwa sana kwa chama cha ODM, maana kuondolewa kwake kama katibu mkuu wa hicho chama kutadidimiza hiyo chama. Yaani mambo ya ODM sasa, tuseme ya kwamba ni kama hiyo chama kimefifia. Sifuna, hata kama umeondolewa kwa hiyo position, ujue wananchi wako na wewe sawa, wananchi wako na wewe walioenda kule na kukosa bianja zao, sisi tunawajua na tunaenda 2027 ujue kichapo chao kinakuja huko mbele Kwa hiyo tungeomba tu Sifuna asiwe na ile hofu kubwa, yee na, ye na wao wenzake wazidi kushikana. Kama wataunda chama ingine waunde chama ingine, kama watakuwa ODM sawa, lakini mimi sidhani kama ODM sahihi itakuwa kama ODM tena kama asifuna hayuko tolewa kwa wa ODM na kutolewa kwa secretary general wa ODM, kwangu mimi kama jakababa hapa Kilifi, mimi ninaona ni kwa Sifuna, kwangu mimi hajakuwa na discipline nzuri. Kando na kuwa kiongozi mzuri, hajawahi kuwa na discipline nzuri kama alikuwa anacheza siasa zake pale ndani ya ODM kupitia kwa jina ya mtu mwingine ambaye yeye hawezi tuambia hii, atakuwa ameisha. Na kama alikuwa anacheza siasa zake kama SG, ama kama SG Sifuna yule ambao watu wote wanasema ni kiongozi mzuri, nafikiri ni yeye mwenyewe. Sasa imefika wakati ya kujenga siasa zake nje ya Nairobi, Kenya, na mpaka pale mahali alizaliwa. Nikiripotia Koko FM kutoka hapa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, mimi ni Janet Mumbi, Koko FM, ladha ya Pwani.